Haya ni majongoo ya baharini. Wengine huyaita matango ya baharini. Wengine wanayaita kojojo, babaje, kiazi ama matiti. Hayo yote ni majina yake. Vijana wamefika mbali zaidi. Wanayaita dhahabu ya baharini. Hivi ni viumbe muhimu katika ekolojia ya bahari na wengine wanaviita vichujio taka vya baharini, kwa maana ya kutumia taka zinazoingia baharini kama chakula chake kikuu, na hivyo kupunguza idadi ya taka ambazo huingia baharini na kuleta athari kubwa sana kwenye masuala mazima ya ekolojia na mazingira. Kutokana na umuhimu wake kwenye ekolojia, serikali ya Canada na wadau kama IUCN na Mission Inclusion, wamewakusanya wakazi wa pwani kutoka nchi za Kenya, Komoro na Tanzania kwa ajili ya kujifunza katika visiwa vya Pemba kwa namna gani ni muhimu sana kuwafuga jongo hawa katika pwani za Bahari ya Hindi ili kuweza kuinusuru bahari na uchafuzi wa kimazingira. Sasa kwa nini viumbe hivi uh, vinaitwa dhahabu ya baharini? Ni kwa sababu havina gharama katika utunzaji wake ama ufugaji wake, lakini pia vinategemea taka zinazoingia baharini kuishi, na pia soko lake kwa sasa liko juu sana. Mathalani nchini Tanzania, inaelezwa kwamba wateja wakuu wa majongo haya ni wa China, lakini pia jongoo hawa wamekuwa na soko ndani na nje ya nchi. Inaelezwa kuwa jongoo mmoja ambaye amekuwa vizuri anaweza kufika hadi dola mia moja hamsini, huku jongoo anayeuzwa kwa pesa ya chini kabisa, jongo mmoja anaweza kuuzwa kwa elfu themanini za Kitanzania.